kama mmoja wa wasanii wa hip hop ambao tuna uh, uwezo wa kuvuka kimataifa. Kwa hiyo hilo uh, jukumu tulilibeba tu zamani sana uh, tangia tunaanza game na mpaka tunapofikia, uh, tupo sehemu nzuri na tumeshaanza kupata recognition uh, kwa East Africa, kwa Africa na sehemu zingine nyingi sana kwa hiyo Uh, ni ni swala tu la ku, la kuendelea kusukuma ili gurudumu kuendelea kutoa projects na ku make sure content ziko on point unaona, lakini Tanzania tuna future kubwa sana kwenye swala hip hop when it comes to international level yeah. Uh, lakini pia Mex, unafikiri ni nini uh, kinamtambulisha Mex Kotez tofauti na wasanii wengine wa hip hop uh, kinachomtofautisha Mex na Rappers wengine hip-hop artists wengine ambao wapo Tanzania, naweza nikasema, kwanza, natumia lugha zaidi ya moja, sometimes natumia lugha mbili mpaka lugha tatu. Pia aina ya nyimbo Mex anazotoa ni za tofauti, na content, ukisikiliza vizuri, uandishi wa kitofauti kabisa. Na pia Mex ni mtu ambaye yuko versatile, anaweza aka leo akapiga Afro House, kesho akapiga hip hop ambayo uh, imechanganyika na traditional African drums, alafu mm, kesho kuto tena akafanya pop tena akafanya Afro-pop, tena akafanya tena aina uh, aina mziki yote ambao yeye yeah, ana, anaona kwa muda huo inafaa uh, kufanyika, okay. kwa hiyo, ya, ni mtu, ni, ni, ni, ni, ni, ni msanii wa kipekee kiukweli, nomanoma noma sana, lakini uh, Mex... Washikaji wengi sana wanaamini kwamba wewe ni mkali sana kwenye upande wa mistari. Sasa kuna kitu kingine ambacho uko nacho, maybe mashabiki zako hatujauona huo upande kutoka kwa Mexico Tez, ama ni huko zaidi? Mimi ni mmoja wa watu ambao najua kuandika uh, mistari ya kuchana uh, na brothers wengi ambao wameninspire kwenye game wanafahamu hilo na wana acknowledge uh, uwezo wangu na movements ambazo nimefanya mpaka sasa hivi. So kwa hiyo uh, nashukuru kuwepo kwenye tasnia hii ya hip hop na kutambulika na wale manguli ambao wali walitengeneza ile foundation. Ya, yeah, so uh, tu, tuzungumzie pia kuhusiana na lugha ambazo umekuwa ukitumia sana kwenye ngoma zako. Mex ni mmoja kati ya wasanii wale ambao wanatumia sana Kiingereza kwenye flow zako kwenye michano. Sasa kuna lugha nyingine ukiachana na Kiswahili, Kiingereza ambayo unaweza pia kuitumia zaidi zaidi kwenye mistari na vitu kama hivyo. Yes, uh, nirudie tena Mex Cortez ni bilingual, sometimes trilingual, uh, hip hop artist. Natumia lugha ya Kiingereza natumia lugha ya Kiswahili na pia natumia uh, lugha ya Sri Lanka pia natumia, uh, na niko najifunza na, na lugha zingine hapa na pale ili uh, niweze ku, ku, ku, kuwa na mashabiki wengi zaidi kwa sababu hip hop people dunia nzima yeah. Kwa hiyo ukiweza hata ku attract uh, mtu kwa maneno mawili matatu tu ya, ya lugha yao, kwa mfano labda mtu yuko zake Spain, anasikiliza hip hop alafu anasikia nyimbo yangu nachanganya Kiswahili Kiingereza, afu napiga na kis, Kispanyola kidogo, lazima atavutiwa, umeona? kwa hiyo uh, swala la lugha ni, ni, ni, ni muhimu kwa sababu uh, mtu anahitaji channel ya kukuelewa, so ni vizuri kujua lugha zaidi ya moja au kutumia lugha zaidi ya moja ili kuexpand audience yako yaoo. Okay. So Max, pia uh, speaking of sisi, uh, game yetu bongo, tunajua sometimes, uh, tunafanya kazi, kuna wasanii ambao tunawatazama au tunakuwa inspired nao ama ambao tunatamani sana kufanya nao kazi, maybe siku moja Max akipata uh, nafasi ya kufanya kazi na msanii yeyote wa Marekani, wewe msanii atakuwa nani na kwa nini? Uh, nikipata nafasi ya kufanya kazi na msanii wa hip-hop wa Marekani uh, of course kuna, kuna, kuna, kuna the greatest of all time ambaye ni Eminem, hiyo uh, ndo dream collaboration, of course, lakini ukiachana na Eminem kuna watu wengine kama kina Kendrick Lamar, kuna uh, watu kama kina King Los, kina Nas uh, Jada Kiss, wapo wengi tu, lakini kwa sasa naweza ngasema Eminem kwa sababu uh, ana influence kubwa kwenye style yangu ya rap na namna, Navokuwa aggressive nikiwa na, na rap. Yeah. Okay, so Eminem, shout out to you Mex Cortez. Na sisi tunatamani siku moja hiyo ndoto itimie, imagine hapa Mex hapa Eminem noma kabisa. So anything ambayo unaweza kukamilisha sasa hivi na, na, yeah. Okay, so na, so, na mashabiki zako au makambako wanakusikiliza Mex Cortez? Neno la mwisho kwa Watanzania, uh, waendelee kusupport. Tuombeane. Mimi nawapenda sana. Uh, kila siku napitia comments zangu za Instagram, TikTok. Uh, Twitter, Facebook kila kona na, na, naona namna Watanzania wanavyofurahia uh, content zangu nyimbo zangu video zangu nazotoa. Kwa hiyo ina, ina motivate sana kuendelea na kazi na kuendelea kupush game. uh, pia nitangaze tu rasmi kwamba albamu yangu ya pili ambayo inaitwa Igwe, uh, inatoka soon. Inaweza ikatoka mwezi huu au mwezi ujao, lakini kabla mwaka haujaisha album itakuwa inapatikana, na maelezo yote ya namna ya kuipata hiyo album nita nitaifikisha uh, kupitia mitandao yangu mitandao yote ya kijamii.